Kwa mtoto mwenye umri wa miaka sita amekufa maji baada ya kutumbukia ndani ya mto mjini Ilbisil, County Kajiado. Inadaiwa mkasa huo ulitokea mtoto huyo alipokuwa akicheza na wenzake. Kufuatia mkasa huo, wazazi wametakiwa kuwa makini na watoto wao haswa wakati huu wa likizo ili kuepuka ajali zinazoweza kutokea. Mwili wa mtoto huyo umehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya rufaa ya Kajiado, huku uchunguzi zaidi ukiendelea. Tunaomba wazazi watoto sahii wote wako manyumbani, wawe waangalifu. watoto wengine wamesema kuna mtoto ako hapa ndani, lakini tukawa tuka, na wasosi manake ionekana, lakini tunaona viatu mbili tu ziko hapo, viatu za bluu, lakini ikadhibitisha kwamba kuna mtoto hapo, lakini kuna vijana wameangalia wa, wa kaangalia mpaka kuna moja ameingia akapata hata iko ambadi sana lakini amepata hapo ni mbaya sana. na siku moja nimekuta tu mtoto mwingine alikuwa ameingia hapa, le kijana aitwa Ndambuki alikuwa Mkamba nikaingia hapa, lakini mimi sijui kama ni dipi, watu wameniambia mimi wewe toa mtoto, kumbe sijajua hapa ni hatari sana ah ha, si cha kwanza bana, watu watoto huko wanaingia kwa hii maji kuogelea, lakini sasa wazazi wanachidia tu wato, watoto Itakuwaje sasa? Kila saa likizo ni refu hatukatai, lakini wazazi wajumuike waangalie watoto wao, si ndio? Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo